Kama njia moja ya kuboresha na kuondoa umaskini katika jamii, shirika la mikopo na uwekezaji la ABC Empowerment Sacco ni moja kati ya mashirika yaliyojitolea kikamilifu katika kuyajenga maisha ya wa Wakenya kupitia uwekezaji na utoaji wa mikopo kwa wanachama wake. Siku ya Ijumaa, shirika hili limefanya mkutano wa kumi na moja wa kila mwaka na baadhi ya wanachama, waratibu, watumishi wa Mungu na wasimamizi wa shirika hili kujadili jinsi ya kuimarisha huduma zake. Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya kati mashariki kusini na Finland Dkt. Timothy Ndambuki, aliye pia mwenyekiti wa shirika la ABC Empowerment Sacco, akitoa wito wa ushirikiano katika shirika hili ili waweze kuwafikia malengo yake ya kuwa benki na kuwa faidi wengi, kwa sababu ikiendelea kukua, ikikuwa zaidi, ndiyo faida ye yetu. Na every member wa ABC akiingia ndani ndio in, ingekuwa na faida kubwa sana. Aidha Askofu mkuu wamewataka wanachama zaidi kujiunga na shirika hili huku akisisitiza mradi wa Konza Teknopolis ambao kufikia sasa wamewasajili wanachama mia nne sitini na wawili na wanatarajia wengi zaidi ili waweze kuendesha mradi huo kibinafsi bila kutegemea kanisa ambapo kanisa linatarajiwa kufaidika na asilimia thelathini na wanachama asilimia sabini kutokana na mradi huo.

Waratibu wa vikundi katika makanisa tofauti waliofika kwenye mkutano huo wametakiwa kuwajibika katika kazi yao, huku msimamizi wa shirika hilo Joshua Lovoti akiwahimiza wazazi kuwahusisha watoto na vijana kujisajili na shirika hili.

Kamishna wa vyama vya ushirika katika kaunti ya Machakos amepongeza ABC empowerment zako na kuahidi kuwa serikali itaendelea kuunga mkono vyama vya ushirika ili kuchangia maendeleo katika kaunti ya Machakos. the Shirika la mikopo na uwekezaji la ABC Empowerment Sacco linamilikiwa na kanisa la ABC, lengo kuu likiwa ni kuwainua wananchi na kuwaondoa katika umaskini kupitia kutoa huduma mbalimbali zikiwemo za mikopo ya kujikuza kibiashara na kuanzisha miradi ya kuzalisha mapato. Karo Christopher Undugu TV